Yes, bana, niko na James Njau Big Mapochopocho. Labda nikufahamishe tu ndugu mtazamaji, huu jamaa nilisomaga naye kwenye chuo cha uandishi wa habari miaka mitano iliyopita, na sasa hivi yuko na mchekeshaji Kingpusi. Au sio? Yeah. Inakuwaje? Fresh. Ndugu yangu mambo yanaenda viral sana. Ah, li, ni Mungu mwenyewe, wakati wa Mungu ni wakati sahihi. Wakati sahihi. wa Mungu ni wakati sahihi yeah. Kwanza Kingpusi anasema kwamba mmekuwa muda mrefu sana mkiwa mnashirikiana lakini ulikuwa ueniani. Kuna ukweli kwenye hilo? Yeah, of course Kingpusi, nilianza kufanya naye kazi muda mrefu hapo kati uh, uh, kidogo mimi nilikuwa nimeenda Morogoro akabakia, yeah, mimi kwa Morogoro muda fulani ndio nikarudi mwaka huu, tulivyoanza tena kuja kufanya kazi kwa awamu nyingine. Wakati wa Mungu kama nilivyosema, ndio wakati sahihi. Clip uh, zikawa zinatembea na kazi zika viral, na hivyo kama unavyoona, watu wanaelewa kazi. Kuna watu wanasema kwamba hmm. ule mwonekano wako ulionao labda Ah, mi nacho washauri yeah, wakutane na mimi live. Hii sio AI, babu. Hii ni OG. Ah, ile muonekano wa kikatili ni kwenye acting pale, lakini mimi ni mpole sana. Mm, ni mtu fulani wa watu, nafurahi. Yeah. Safi kabisa ni sina hiyo yaba kutisha kama vile na nguruma ya yano ni acting pale kazini, sindio? Okay. Lakini kwenye maisha ya kawaida mimi ni mtu wa kawaida tu na enjoy maisha fresh. okay, hmm. Uh, wewe unapendelea nini sana kwenye maisha yako? Ni mtu wa kwenda club sana au mtu wa kuogelea, yani we ni, ni stari ipi ambao unaipenda wewe? Uh, mimi life style yangu ni maji ya kunywa na kula chakula kizuri basi nimemaliza. Ambapo ni chakula cha namna gani? Chakula cha maana, yaani navyozungumzia chakula kizuri hapa, nazungumzia ni kilo nyingi <laughs> kama kilo gani? Ah, kilo mbili moja hivyo, kwa sababu unajua huu mwili mpaka unaona hivi manake, kwanza kabisa nabidi niwapongeze wazazi wangu, wamefanya kazi kubwa sana. Hivi bro just imagine nimetoka nyumbani uh, kujitegemea hivi kidogo ukubwa ukubwa, miaka hiyo yote hiyo walikuwa wametoa magunia mangapi ya nafaka, mpunga, ugali, nafaka tu, hizo ni nafaka. Sasa hivi ee, inawezekana ngo wakipiga mahesabu, mpaka nimefika umri huu wanabaki wanasema, huyu kiumbe ametutia hasara i lakini, <dipped> eh, lakini huyo ni wazazi wangu sasa nimekuwa mimi mwenyewe naona kabisa kwamba mm. Kama wazazi wangu walihangaika hivi, basi inabidi niwaheshimu sana huku. Maana kufikia hata mwili kama huu mm. Haikuwa kazi rahisi eh. Nawapongeza na sana wazazi wangu wamenipambania okay. Wenye kulapa cool yeah. <laughs> <Okay. laughs> wana chika, okay. Kiti chao watu wengi wanajaji kusiana na mahusiano wako huko yeah. Kwenye mahusiano ndio nipo kwenye mahusiano. Unajua, ngoja nikwambia yeah. Wana wake wanauluma well, yeah. sana. Ngoja nikwambie. Mm. Ah, wanawake sasa hivi wanasema oh my God. Nataka mwanaume fulani hivi mrefu. Nataka mwanaume fulani hivi mrefu, ila sio sana, ila mweusi, alafu awe na six pack, alafu awe na hela, alafu awe na GR. Sasa mimi <laughs> ni mrefu kupitiliza, weusi ninao lakini sio weusi umepitiliza pia. Six pack sina, nina one pack na ukweli ambao natakiwa kusema, hela sina. Sasa manake huyo mwanamke nilikuwa naye sasa hivi, manake amenipenda ah, na kunionea huruma, maana ningehangaika mjini hapa ah, ah, unaniona sasa, hela sina, nani angekubali e? Kwa hiyo na namshukuru Mungu, labda aje abadilike huko mbeleni. Sasa hivi ananipa ile love real love, naiona love na, na ameanza kunikubali hata kabla sijawa hivi navyoonekana na, na niko hata ajui kama ipo siku nitakuja kuwa mtu fulani. Kwa hiyo hiyo ni real love, so kwa ndo maokoto. Ukiangalia kwa mwezi unaweza kukusanya kama shilingi ngapi? kwa haraka haraka, mahesabu haraka haraka kukusanya maokoto ni hera yani, maokoto si ya kuokota au kuokota kuokota hasa. Hiyo ni issue binafsi sasa Okay. E, hiyo ni ishu. Kwenye ishu ya kiuchumi ni ishu binafsi mwenyewe na kazi zangu za maisha kila siku. Kwenye ishu ya kifedha hiyo, uh, maokoto ni ishu binafsi, kwa siwezi kuiweka public, lakini ndo mimi ni kijana mpambanaji na pambana. okay. Hivi wewe kiatu unavaa saizi gani ya kiatu? Alo, mimi saizi yangu suu uh, nisha sau kwanza navaa kwa sababu hizo saizi za sa sasa hivi ambazo saizi ya arobaini na tano si nilivaga huko darasa la nne la tatu. sasa hivi unafaa saizi gani? - sasa hivi hata sielewi, mi nachoona kiatu kinachonitosha, fundi wangu namwambia ni chonge, ndo hicho hicho saainawezekana. so, mi sijui sengina sasa hivi nipo saizi ya mia tatu Sija kuswizit, professional, kwa sababu sija unajua kwa mafundi viatu wetu sio ambao wasema kwamba hii ni size ngapi. Kwa hiyo size ambazo za 45 ambazo ziko special duka za 4 huko la 3. Sasa okay. Kuna ule jamaa yeye ni mtu mrefu kuliko watu wote hapa nchini. Nasikia wewe na yeye mna ugomvi mkubwa sana. Kwa nini? hebu niambie, kuna ukweli katika hilo kwanza? Kuna unamzungumzia nani? Ule jamaa mrefu kabisa. Nadhani ungemuuliza yeye ungekuwa, kwa nini kinaendelea baina yako na yeye? <laughs> Uwa nane kuna kinaendelea? Wivu, unaujuaje wivu? Si maneno ya mitandaoni? Ya wapi? Unanukuu wapi? Okay, neno moja tu kumtakia heri o, nyakati hizi za sikuko. Nani nimtakia heri? Mashabiki zangu. Mtu mrefu kuliko mtu yote nimtakie heli sasa mreu Mimi natakiwa nimtakie heli mzazi okay, wangu na okay, mashabiki zangu Sasa nimtakie heli. Sasa mimi mkataa. Na mkataa kwa sababu mimi simfahamu. Okay. Mimi mm nafahamu lengo lako ni zuri kwa mm -hmm. hicho unachokifanya, tuambie mm -hmm. umeweka mkakati gani sasa kwenda kimataifa kupitia King? Ah, ni kazi kazi zina zinazo zinazotufanya kwamba mm -hmm tufike huko kimataifa kwa sababu wewe umetufaa kwa sababu ya kazi hmm. Ndio. Okay. So jinsi tutakavyofanya ubunifu na kazi na kutengeneza kila siku mashabiki wapya hmm. ndio itatufanya tufike kimataifa zaidi na zaidi, kwa sababu sasa hivi kimataifa tunafanya n yani, sisi huko clip hadi Filipino, huko hatuelewi lugha naongea, lakini wanachukua clip zetu, wanafurahi, comment unaona pale za Kizungu, za Kifaransa, za Kiportugizi hivo watu wanafurahi, kwa hiyo mikakati ya kwenda huko, the way jinsi tunavyopambana, connection zetu, kwa uwezo wake Mwenyezi Mungu tutafika. Okay. Ukikasirika unakuwa ni mtu namna gani? Nikikasirika kaka, kwanza tukai hapa interview, na katika muda huo kama kulikuwa na umeme unakatika, yani kila kitu kinakatika. Kwa ndio maana mimi sipendi kukasirika. Ulishie kukozana na mtu labda, ikafikia labda stage mtaka labda mpigane? Kaka hicho kitu nakiogopa kwa sababu just imagine mimi nimekasirika, afu ndo nimekasirika nimetoa mjicho afu nikakupiga bao, ili sina huu hapa, naenda, kwenda kesi, napelekwa mahakamani huko, naenda jela. Sasa ili kuepushana na hayo, ndio maana mimi sipendi kukasirika sana, najizuia hasira zangu ili niepushe shari. Kaka hivi nikupiga hii ngumi katua hapa, ndo nimekasirika ba! nikatuwapasi kesi tayari. Kwa hiyo mimi nishajijua mwili wangu ni special weapon, wazungu wanasema, yani ni silaha tosha. Kwa hiyo sitaki kuitumia vibaya <laughs> siku moja labda mtu alishaka kukuchukua labda ukamsaidia kwenda ku, kuzuia ghasia mahali labda anaonewa yani, kwanza kaka, kitu ambacho usijidanganye katika maisha yako ni kwamba ukiwa anatembea na mimi afu ukaanzisha ugomvi tukasema kwa sababu kuna bigi nyuma, atanitetea. Niko kule, na kama ni boda, boda, nishapanda muda kwa sababu mm. mimi si, sio mtu wa shari, okay. sio mtu wa ugomvi sipendagi ugomvi wa nini. lakini nikisehemu niki, ambapo naona nadai haki nitadai haki ila kurusha ngumi au nini sio vitu vya hivi. Ukikaa kwenye basi unakaga siti ngapi au moja na kutosha?

hata kama shock up zangu zitavunjika tagaramika sasa, tafanyaje? Tukusaidie ndugu yetu, ndo Mungu kashakuweka duniani duniani. Kwa hiyo hizo chalenji zipo, ila wengine kukataa kwenye vyombo vya usafiri hivyo, vitu vya kawaida okay. Bwana Njau ametuambia mambo mengi sana, lakini pia ameeleza kwamba kulingana na hali ya muonekano wake yeah, sometime inamkata sana, kwa sababu nakuta hata kwenye aki request ya kinini kuna, kuna mambo hapa na pale. So ameeleza mengi, lakini sasa hivi ni kuambie tu huyu mtu ni mtu mkubwa sana mimi nimesoma lakini sasa hivi ni mtu wa kimataifa, anafanya sanaa kubwa na zinatembea viwango vya mamilioni bana. Moja ya vitu ambavyo pia nilisikia kwamba watu wanakuogopa sana mtaani, ni kweli hilo? Ah, ni kweli kwa sababu unajua hata we mwenyewe ulivyokuja kwanza ulishtuka. Ile tunakutana the first time chuoni ulishtuka. Kwa hiyo kama wewe ulishtuka, hata hapa bado hujanizoea. Mzazi wangu nyumbani hadi leo hii bado hajanizoea, sasa sembuse watu wengine mtaani. Kwa hiyo kushtuka hiyo ni kawaida, yani watu wanashtuka lazima. Na hii chuma hii, imetokea wapi? Hiki ni chuma cha wapi? Lazima hiyo, babako mwenyewe anashtuka akikuona, na mama mzazi anashtuka. Kwa mfano, basi sijaenda muda mrefu, nikienda, mwanangu unazidi kurefuka kwa hiyo zipo. Kwa sasa kama mzazi na wazazi wako, ah, muda sio muda sana, kwa sababu nimetoka kwa Morogoro nyumbani kwetu huko Kipera, na kijiji kinaitwa Kipera, huko kiko wilaya Mvomero, huko ndo kwetu. Wadogo zako wakoje? Na dada zako na kaka zako wakoje? Wanafananaje? Wa kawaida Nomo enye wa kawaida, mimi dondo mbarikiwa. Hiyo ni maish ya kibarojia, tutakutana siku moja nikupe darasa, sababu mimi nimesoma biology. Nitakuelezea nini imekuwa like. Kwa ufupi hiyo, kwa ufupi. Ni hormones. Kuna kitu kinaitwa katika mwili wa binadamu, hizo ndo zinazalisha ambazo hizo zinaitwa, so hiyo gland ikiwa inazalisha nyingi yani→ kupita kiasi, kwa sababu kila kwenye mwili kila kitu kimebalansia. Sasa ikipita kiasi ndo tunazaliwa sisi majantizimu, ila ikiwa ina iko chini ndo ana dwafu dwafu, ndo wale vilikimo wale, manake wale uzalishaji wa homoni zao za ukuaji ziko chini, kwa hiyo ndo maana inatokea hivyo. Kwa hiyo mimi nimebarikiwa hizo, hiyo changamoto kwangu nimechukulia kama fursa. Unajisikiaje wanavyokuwa kikuona anaogopa na kushtuka na kukimbia? Si, mwanzoni kwa najisikia vibaya, lakini oh, mimi ni labda ni mtu wa uh, tofauti si ndio? Lakini nimekuja kugundua kwamba sio, nikachukua katika positive side, yani nikachukua upande chanya zaidi, kwamba wahivyo wanavyoniogopa hivyo ndio mimi kwangu content hebu ujaelewa, watishwe watazamaji, nikiwatisha ataangalia. Sasa wewe bana, wewe weasha, nikiwatisha ataangalia, inabidi nisiwatishe ya mwisho, waendelee kufuatilia kazi zetu k. Nasema AI haijatumika kabisa, AI ajatumika na pia natoa wito kwa makampuni Uh, watu kama sisi ambao tuna mwonekano special ambao wakipekee ndio watutumie kama mabalozi wa kufikisha ujumbe wao kwa jamii, na utafika haraka, kwa sababu mimi na pay attention, yani hata nikienda sehemu watu wana pay attention. So kama una kampuni, una biashara yako, watu kama sisi ndio wakuwatumia ili kufikisha ujumbe kwa jamii, au kufikisha biashara yako mbali, watu waione kupitia sisi. Yani sisi ndio mabalozi wenyewe ambao Mungu alituumba, tumezaliwa tu ni yani ni brand ambassador. So welcome kampuni zote